Injili, kanisa, wachungaji hawa watumishi wa Mungu pete, hivi vina mahusiano gani? Tungejua vipi dhambi bila kuwepo sheria? Ndipo neema ikashuka ikaletwa na mokozi naiyo kutana na Mwokozi ikatengeneza kanisa na uchungaji wa uhubiri. Tunge jua vipi dhambi bila kuwepo sheria? Ndipo neema ikashuka ikaletwa na Mwokozi na iyo injili yake yeye aliyokutana na Mwokozi ikatengeneza kanisa na wachungaji wa ubiri.